Mwaka 67 vikatokea vita vya siku sita, ambapo waarabu walipigwa sana na Wayahudi. Lakini mwaka 73 vikatokea vita vya Yom Kipur. Vile vita King Abdullah alitoka Jordan akaenda pale Jerusalem, wakamwambia uh, ni kile, waziri mkuu wa Israeli alikuwa ni Golda Meir, Golda Meir, bwana, waarabu wanapanga kuja kuwavamia. Lakini unajua walipata kile kiburi cha ushindi, wayahudi wakasema hawa watu tumewapiga juzi tu hapa mwaka 77, hawawezi kurudi. Kwa kipigo tulicho hapa sio rahisi warudi tena kutushambulia kwa hiyo, katika kipindi cha Yom Kipu. Yom Kipu katika utamaduni wa kiyahudi ni siku ambayo kila Myahudi anafunga, ni siku ya kuomba na msamaha. Kwa hiyo hakuna kazi, yani hata shughuli za ulinzi kwa wakati ule zilikuwa zinasimama, ni siku takatifu sana. Kwa hiyo Waarabu walijua kabisa kwamba hii siku ya Yom Kipu wa watu hawafanyi chochote, sisi tukawa surprise. Kwa hiyo lilikuwa ni shambulio kubwa na lilikuwa ni shambulio la kushtukiza ambalo kwa kweli Myahudi alipigwa vibaya, na ni opportunity nyingine ambayo Waarabu wa aliipoteza kwa sababu kama wangeendelea na kasi waliokuwa nayo mwaka sabini na tatu, ina maana leo tusingekuwa tuna taifa ambalo linaitwa Israel, kwa sababu walimpiga kiasi kwamba wenyewe unajua, Waarabu wa falsafa yao wanasema wamemzunguka, kwa hiyo wanataka kummwaga baharini. Kwa hiyo baada ya kuona wameshampeleka mpaka kabisa Mediterranean, wakasema leo tupumzike, kwa sababu huyu mtu tushammaliza, usiku tunataka kesho sasa, dunia jua limetoka, dunia nzima inaona namna ambavyo sisi tunavyowamwaga hawa watu baharini. Lile bwana, ndio lilikuwa kosa kubwa kwa sababu ule, ule usiku Henry Kissinger ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani chini ya Rais Nixon aliweza kumshawishi Rais Nixon kwamba ili, bwana, hawa ni watu wetu wa kimkakati. Na kipindi kile population ya Marekani walikuwa ni Wakristo, bado walikuwa na ile imani kwamba ukilibariki taifa la Kiyahudi na weye pia unabarikiwa. Kwa hiyo support kubwa ilikuwa inatoka kwa Marekani kwa sababu hiyo, na hata majina ambayo unaona watu wengi wa zamani wa Marekani wanaitwa kimsingi ni majina ya Kiyahudi. Kwa hiyo Nixon alishawishika Marekani wakaingiza. Unajua, tokea vita vinaanza, mmarekani alikuwa pembeni kwa sababu kile kipindi navyo vita baridi vilikuwa vimepamba moto, sababu mrusi alikaa Mediterranean, na kipindi kile mrusi anaisaidia sana nchi za Kiarabu, akasema, mmarekani ukiingilia, na mimi naingilia. Kwa hiyo sasa mmarekani alikaa pembeni, anaona kabisa huyu jamaa huyu anateketea, lakini baadaye akaona hapana bwana, liwalo na liwe. Kwa hiyo Marekani akaingiza sapoti yake. Baada ya kuingiza sapoti, vile vita vikageuka. Sasa naye Myahudi, kwa sababu ni mtu wa mikakati, aliona katika wale watu wanao wa pigia, mtu ambaye alikuwa ni giant alikuwa ni Misri. Kwa hiyo yeye sasa akawa anatishia kulivunja lile, kuna bwawa kubwa sana uh, linaitwa Aswan High Dam. Kwa hiyo akawa saa moja asubuhi anapiga bomu alafu ikifika saa mbili anaongeza tena kilomita kama tano, anamwambia mimi ile bwawa nalivunja. Kwa hiyo sasa Misri akaona lile Aswan High Dam ilivyo, kama kweli Myahudi angeivunja, na maana leo tusingekuwa tuna hata zile piramidi za Egypt zisingekuwepo, na kwa hesabu za haraka haraka kwa wakati ule yale maji angeua watu si chini ya milioni moja na laki mbili. Kile kitendo cha Myahudi kutishia kulivunja bwawa kikamfanya Misri akaondoka Sinai haraka sana, na ndio sababu unaona mpaka nadhani Sinai imerudi Misri miaka hii miwili, lakini aliondoka kabisa. Yani jinsi ambavyo situation ya kupasuliwa lile bwawa ilivyomuumiza kichwa, akaona mpaka Sinai akaiachia. Kwa hiyo ile peke yake, baada ya Egypt sasa kuondoka nchi nyingine zote zikakosa nguvu, na ndio pale ambapo sasa Israel akafanikiwa kuishika Golan Heights mpaka leo. Kule unajua Golan Heights ni sehemu Syria lakini mpaka leo ameishika na anasema ni ya kwake. Kwa hiyo kama Waarabu wasingesema tusubirie kesho, dunia ishuhudie, tunamaliza Wayahudi, nadhani leo tusingekuwa tuna Wayahudi midois. kwa wayahudi hawawezi kuishi bila Yerusalemu, na kwa nchi za Kiarabu Yerusalemu kwao ni sehemu ambayo kimsingi ni takatifu, sio tu kwa Waarabu, kwa Waislamu wote duniani. Na ndio maana huu mzozo unakuwa ni mgumu sana kueleweka kwa sababu hiyo, kwamba Wayahudi wanasema sisi hapa bila Yerusalemu hakuna kitu kinachoitwa Israel is a Jewish state. Yaani, Jewish hii maana yake ni Jerusalem, na hawa wanasema sisi bila Baitul Maqdis e, Al-Aqsa ile imani yetu bado inakuwa. Ndio maana mtu unaambiwa ukifika pale Al-Aqsa ukisali a, thawabu zake huwa ni kubwa kuliko unaposali misikiti mingine. Kwa hiyo tunaposema kwamba ni tatizo la kiimani, msingi wake ni huo, kwa sababu baada ya vita vya mwaka sabina tatu Mwarabu alipogeuziwa kibao, Myahudi sasa aliishika Jerusalemu yote na siku zilivyokuwa zinaendelea mpaka al aksa akaidhibiti akaanza sasa kuweka pale mitambo maalum, yani ukitaka kwenda kusali weza wewe ni mwarabu wewe nani, lazima ukaguliwe na myahudi ndo uingie msikitini. Kwa hiyo vitu hivyo, kwa namna moja au nyingine, vinafanya huu mzozo uonekane kwamba kuisha kwake hakuwezekani kwa sababu za kiimani. Vita kama hivi vinavyotokea, nyuma yake kuna sababu nyingi sana.